Naomba niunganishe na jambo lingine. Wapendwa, nafahamu kwamba tumeingia kwenye mchakato wa kujenga kanisa kuu mbadala la Bikira Maria Mama wa Mungu ambalo tunaliita Theotokos. Naomba mrudie. Naomba mrudie tena. Teotokos ni neno moja la Kigiriki ambalo linasema Bikira Maria mama wa Mungu. Sasa ninachotaka kuwashirikisha ambacho mnakijua na hamkijui ni hiki: tulipotangaza mpango wa kujenga kanisa la Theotokos, tulitangaza kwamba tunalijenga kule Gezaulole. Katika kuendelea na mchakato tumegundua kwamba eneo la Geza Ulole lina changamoto, na changamoto za Geza Ulole ni mambo yanayohusu maji. Eneo lile maji yanatwama, kwa hiyo litubidi tuamue kwamba pale, kadiri ya ushauri wa wataalamu bado litajetumika kama eneo la jimbo lakini halitaweza kubeba jengo lenye uzito wa lile kanisa la Theotokos. Kwa hiyo tumeamua kwamba Gezaulole ya tabaki itabaki eneo litakalobeba shughuli nyingine za maendeleo ya jimbo kama vile ujenzi wa shule, kituo cha afya na kadhalika. Lakini baada ya kuendelea kwenye kamati, tulifikia uamuzi kwamba kanisa la Theotokos litajengwa Pugu. Tulisha <coughs> tuma wataalam wakaenda kupima na kutazama, na wakaturudishia taarifa kwamba Eneo linatosha linakidhi, na linafaa yeah. Faa, pengine mtaniuliza mbona tulishajenga pale lile litebe. Kile kile kitengo ambacho tunakitumia kwa ajili ya ishe, asante, kwa ajili ya maadhimisho yetu. Hilo limefanyika vizuri na hatutalichafua wala kulibomoa, tutakapoadhimisha katika kanisa kuu mbadala Theotokos itakayokuwa Pugu. Watu wakizidi kwenye lile kanisa, wengine watawekewa screen kwenye ile shede, wakae wahudhurie ile ibada inayoendelea kwenye kanisa. ni wate siri ambayo mlikuwa mnaibeba bila kuniambia. Wengi wenu mlikuwa na mahangaiko na Gezaulole <laughs> lakini hakuna aliye thubutu kufu kuja kuniambia Gezaulole ni mbali, Gezaulole ni pembezoni, Gezaulole kuna maji anayotuama, Gezaulole na kadhalika, hakuna aliye kuja, imebidi katika kuendelea kufanya kazi na wataalamu na kufikia maamuzi waniambie pia kwamba kwanza, watu wako wana mahangaiko geza na na Gezaulole yako. Kwa hiyo leo eh, leo ni mara ya pili nimetamka hadharani maamuzi tuliyofanya kuhusu ujenzi wa Theotokos wiki ijayo tutakuwa na mkutano mwingine ambao tutafanya marejeo ya mambo ya Theotokos. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofikiria Pugu Marathon, pamoja na mambo mengine ambayo tutapaswa hatimaye tuyashirikishe, ni hiyo inayohusu ujenzi wa Theotokos, ni namna mwafaka na ya pekee ya kuendeleza eneo au kituo cha hija cha Pugu. Ndugu zangu, narudia tena kuwashukuru nyote mliojitokeza siku ya leo. Nawashukuru kwa ushiriki wenu, kwa majitoleo yenu na kwa upendo wenu kwa kanisa lenu na utume wake. Ninaomba haya mambo yote ikiwemo Pugu marathon na mengineyo, tuyaweke katika sala zetu na mikakati yetu kusudi tuweze kwa msaada wa Mungu kuyafanyia kazi na kuyafanikisha kama inavyotakiwa.